Adui mkubwa wa mtu mara nyingi sio hata Shetani Ibilisi, sio hata ufalme wa giza na wachawi na nguvu za kipepo. Adui wa kwanza mkubwa wa mtu ni yeye mwenyewe, kutokuamini kwake ndani ya moyo wake. Kuna vitu ambavyo haviwezi kumzuia Mungu kabisa kabisa, haviwezi kumzuia Mungu Shetani hawezi kumzuia Mungu, mazingira, hali haziwezi kumzuia Mungu, ila kuna kitu kimoja tu ambacho kinaweza kumzuia Mungu. Ni kitu gani hicho? Kuto kuamini. Hicho pekee ndio kinaweza, kinachoweza kumzuia Mungu. Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 58 anasema Yesu alienda katika ule mji kwa sababu ya kuto kuamini kwao. Aliweka mikono yake kwa watu wachache walio wagonjwa wakapokea afya wakapona, lakini kwa kuwa walikuwa hawaamini moyoni mwao, mi sema aliondoka, kwa sababu walikuwa hawaamini. Kwa hiyo kuto kuamini kwa watu kunaweza kukazuia mtembeo wa Mungu, Mungu asidhirike katika jamii ya watu, sio kwa sababu shetani amezuia sio kwa sababu ya mazingira, ni kwa sababu ya kutokuamini mioyo ya watu iliyopungukiwa na imani. Mara nyingi katika mwili wa Kristo, watu wenye Mungu ndio wanamzuia Mungu asidhihirike kwenye maisha yetu. Hata kutegemea akili zetu pia ni sehemu ya kumzuia Mungu asijifunue na asidhihirike kwenye yale tunayokusudia kuyaona mbele yetu. Nisikilize vizuri. Waibrania sura ya kumi na moja sura saba anasema kwa imani Nuhu aliamini mambo yasiyoonekana bado baada ya kuonywa na Mungu. Nuhu aliamini habari ya ule uharibifu wa garika wa mafuriko uliotokea, aliamini baada ya kuona ile picha katika luongo roho na kuisikia sauti ya Mungu hata kabla ya garika ijatokea. Baada ya miaka mia moja ndio garika lia ni kutokea. Watu waliohubiriwa habari njema ya wokovu wao, lakini walichagua kutokusikia habari njema kutoka kwa Mungu kupitia mtumishi wake Nuhu, wakajiamulia maamuzi yao wenyewe. Uharibifu ulipowapata ni matokeo ya uchaguzi wa kuto kusikia sauti ya Mungu wala kuto kuamini. Kwa hiyo adui wa wale watu ulikuwa ni kuto kuamini kwao sio Mungu. Ni kama Adam na Eva, uharibifu walioupata ni kwa sababu ya kutokuamini kwao. Waliamini kwa sauti nyingine tofauti na ile Mungu aliyowaelekeza wale kwenye Mwanzo sura ya pili mstari wa kumi na sita na kumi na saba Kwenye Kutoka sura ya kumi na mbili tunaona Mungu anawapa wana wa Israeli wakiwa kule utumwani Misri, anawambia, basi mtachinja na mtapaka damu kwenye miimo ya milango. Kutii kwa wana wa Israeli kupaka damu ndiyo kulisalamisha wao uzao wao wa kwanza usiharibiwe, ndio ikawa ndo ukombozi, ikawa ndo kutoka kwao, kuokolewa kwao kutoka nchi ya Misri kwenda Kanaani. Mungu ametoa agano la damu yake yeye mwenyewe agano la damu Yesu Kristo amelitoa bure, yoyote atakaye amini katika ile agano kwa uchaguzi. Maana wokovu unakuja kwa kuamua, ni uchaguzi wa mtu. Ndio maana Biblia inasema kwenye Yohana sura ya tatu mstari wa kumi na nane anasema yeye atakayefanyaje? Atakayeamini, atakaye amini amekwisha fanyaje? Amekwisha okolewa, lakini yule asiye amini ameshakwisha hukumiwa. Kwa hiyo kuokolewa kwa mwanadamu na kuhukumiwa kwa mwanadamu kunatokana na uchaguzi wa nani? Wa mtu mwenyewe. Kwa hiyo adui wa kwanza wa mwanadamu, mara nyingi watu wako tunalaumu ndugu, tunalaumu marafiki na watu waliotuzunguka, tunatafuta visababisho pale, haswa pale tunapokuwa tumeshindwa au tumeanguka. Adui namba moja wa mtu ni chaguzi ni maamuzi ya mtu especially maamuzi yanayotokana na kuto kufanyaje, kuto kumwamini Mungu. Hatupasi kuona kisingizio chochote kile katika maisha yetu au katika hali yote ile, lakini kuto kuamini kwetu ndio ndio adui namba moja, maana vyovyote vile na namna yote ile Mungu hawezi kuzuia chochote kile, lakini kuna kitu kimoja tu ambacho ni kuto kuamini ndani ya mtu kinaweza kumzuia Mungu asidirike ile hali ya mtu kutegemea akili yake au akili za watu au kutokuamini Mungu, tokea aweke ile free will ile, ile namna ya kufanya uchaguzi ndani ya mtu, ajaye kuiondoa, ajaye kumwingiria mwanadamu, Mungu amwingiri mwanadamu katika uchaguzi au katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo ni maamuzi mtu anayofanya atapata matokeo sawasawa sawa, kama yanaongozwa na roho naroha Mungu matokeo sawa sawa na nini na roho Mungu kama anaongozwa na roho nyingine atapata matukio sawasawa na roho nyingine. Mungu asifiwe. Mathayo sura kumi na moja aya ishirini na nane Yesu anasema yoyote aliyelemewa na mizigo njoni kwangu nami nitawapa lini po mzigo. Yesu ameshatoa tayari, ameshafungua mlango. Yoyote mwenye mizigo, mwenye matatizo, mwenye challenge mwenye uchungu mwenye makandamizo mwenye uhitaji amesema, njooni kwangu, mimi nitawapumzisha. Wakati mwingine Yesu huyu huyu, bwana wetu Yesu Kristo anasema, njooni, nira yangu ni nyepesi, ni laini, njooni, njooni mjifunge katika nira yangu. Kwa hiyo Yesu kusema ni jambo moja, mimi kufanya maamuzi ya kujifunga na nira ya Kristo au kufanya maamuzi kutoa mizigo yangu kwa Yesu Kristo ni jambo lingine. Hakuna atakayemlaumu Mungu kwamba mwa-bwana angalia angalia sasa naangamia angalia sasa imekuwa hapana. Mungu alishasema leteni mizigo yako. Wewe kuamua kukaa nayo ni yako mwenyewe, utapata matokeo ya chaguzi ya maamuzi yako uliyamua mgi ukejelako ambe chagua kuisikia sauti ya Mungu Mathayo saba saba anasema ombeni, nani mtapewa, visheni nani, mtafunguliwa, tafuteni, nani mtapata. Hakuna kinachotokea mpaka maamuzi ya mtu, mtu achague. Hata maisha yetu ya kesho yanatokana na uchaguzi tulioamua leo. Nini tunataka kitokee kesho inategemea na leo tumeamua nini, katika utumishi, katika familia, katika uzao, kila kitu kutokana na maamuzi ya ndani. Kwa hiyo Shetani akitaka kumharibu mtu atahakikisha ana control mawazo yake au maamuzi yake au chaguzi yake. Akiweza kumpata katika kufanya uchaguzi, kuchagua na kuamua, ameweza kupata hatma ya huyo mtu. Kwa kitu cha msingi, chagua makini. Ni nini nachagua leo? Nini unachagua leo? Nini unaamua leo? Isaya arobaini na tatu mstari wa ishirini na sita anasema njoo unikumbushe, tuojiane eleza mambo yako. Mungu ni Mungu wa negotiate, mtu wa kunegotiate ni Mungu wa mapatano, hafanyi kitu bila ridhaa, bila idhini ya mtu. Wewe umeamua nini leo? Umeamua ku, ku, ku, kusemezana na Mungu jambo gani? Umeamua kumweleza Mungu jambo gani? Umeamua kumkumbusha Mungu jambo gani hivi leo? Je, yeah, unalomkumbusha unalomweleza ni mapenzi yake au ni mapenzi yako wewe? Maana kuna kumweleza yaliyo mapenzi yake na kuna kumweleza yaliyo mapenzi ya kwako wewe mwenyewe. Lazima tuwe na uwezo kupambanua na kujua haya ni mapenzi ya Mungu au ni akili yangu mwenyewe. Sababu kubwa ya wana wa Israeli ukisoma Yoshua sura ya 5, mstari wa 6. sababu kubwa ya wana wa Israeli walipofia jangwani, wengi walifia jangwani ni kuacha tu wale waliozaliwa hapa katikati, hapa ile miaka arobaini ile walipokuwa hapa jangwani safari, lakini wote waliotoka Misri walikufa jangwani kasoro kale na Yoshua. Sababu kubwa ilikuwa nini? Hawakumsikia Mungu, mioyo yao ilikuwa ni migumu. Sio Mungu aliyowaua, kutokusikia, kutokuamini kwao. Tatizo ni mtu mwenyewe, sio yale matokeo yanayotokana na uchaguzi wa mtu. Ndio maana katika Agano la Kale sehemu nyingi watu wanamlaumu Mungu. Wa uwa, Mungu akawaua, Mungu sio Mungu aliyowaua. Matokeo ya chaguzi zao, matokeo ya kutotaka kusikia sauti ya Mungu. Ndio, hmm, maana hata leo katika mwili wa Kristo unaweza kuwa na neema ya wokovu, lakini uharibifu mtu ukampata. Kwa nini unapata mtu uharibifu? Mungu labda ashasema na huyo mtu mara nyingi. Aisha jifunua, Aisha mwonya huyo mtu kwa njia mbalimbali, ndoto, maono kupitia vinywa vya watakatifu. Lakini huyo mtu kichwa chake ikafanyaje? yake shingo yake ikapaje? Akakaza shingo. Kwa hiyo hata tukiwa katika muli wa Kristo tunaweza tukapata na uharibifu kwa kuto kuamini kwetu ndani yetu. Mungu aingilii uchaguzi wala maamuzi ya mtu. Waibrania tatu mstari wa kumi na saba na 18 anasema Mungu aliwaacha wazurure jangwani kwa muda wa miaka arobaini. Sababu kubwa ya Mungu kuwazungusha muda mrefu jangwani. Biblia inasema Mungu aliangalia mioyo yao akaona hao watu wakipata tabu kidogo tu hapo. Wanaweza kufanyaje? Wakarudi tena Misri. Kwa hiyo akawazungusha wakati anaendelea kuipika imani yao. Kuwakuza imani yao. Lakini wote waliotoka Misri ni Kalebu na Yoshua tu ndio waliingia. Wote hawakuamini. Mioyo yao ilikuwa ni migumu. Kile kizazi, wale watoto wao waliozaliwa ndani ya miaka 40 ndio waliweza kuamini pamoja na Kalebu na Yoshua ndio waliingia katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Kuna vitu vingi ambavyo havitokei kwenye maisha ya mtu, sio kwa sababu eti huyo mtu Mungu amwombe au Mungu asikie. Hapana, ni sasa. Na hawa wana wa Israeli, Mungu aliwa